Mdude aachiwe huru! Mdude aachiwe huru! Kama mtu amevunja sheria akamatwe na kufikishwa mahakamani na ashtakiwe kwa haki na kupata fursa zote za kisheria. Kukosoa serikali, mifumo ya uchaguzi au viongozi walioko madarakani au utendaji wa vyombo vya dola ni haki ya kikatiba, sio uhalifu au uhaini. Ni muhimu sasa wananchi waambiwe: moja, uchunguzi kuhusu utekaji na utekwaji umefikia wapi? Mbili, je, wale waliotajwa kuhusu kuhusika na suala la kutekwa kwa Mdude Mpaluka Nyagali na kuambiwa askari kutoka makao makuu wametumwa wamefikia wapi? Je, ni kipi tunachotakiwa kujuzwa kama raia? Tatu, je, kuna haja ya kuendelea kuwa na tume ya haki za binadamu na utawala bora ambayo haiwezi kutekeleza wajibu wake kwa ufanisi? Nne, je, nini maana ya uzalendo? Tofauti ya uzalendo, usaliti, uhaini na uchawa ni ipi? Tano, je, jeshi la polisi liko kwenye misingi yake? Linalinda raia na mali zao au viongozi na vio vyao? Wanalo la kutuambia kuhusu utekaji na watekwaji? Lazima tukatae kuzoeshwa kutekwa na kupotezwa. Uoga na hofu yetu haijawahi kutusaidia, lazima tutake uwajibikaji. Maneno haya ameyazungumza wakili msomi na rais wa TLS Bonifas Mwabukusi kupitia kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter siku ya tarehe 26 mwezi Mei mwaka huu wa 2025 majira ya saa 4 na dakika kumi na nne asubuhi ambapo mara baada ya wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mabukusi kuandika na kuchapisha ujumbe huu kwenye ukurasa wake wa X Twitter, kwenye upande wa maoni, watu wengi wanaonyesha kuumia kutokana na Mdude Mpaluka Nyagali kutokuonekana kwa kipindi cha muda mrefu sasa, huku wengine wakionyesha reaction za kububujikwa na machozi, wengine wakionyesha reaction za kuvunjika moyo kwa sababu Mdude Mpaluka Nyagali ni kipindi cha muda mrefu sasa kimepita ambapo hajaonekana ama hajapatikana tangu zipatikane taarifa ya kwamba Mdude alivamiwa na watu wasiojulikana na kisha watu hao kutokomea naye kusikojulikana. Lakini pia wakili msomi na rais wa TLS Bonifasi Mwabukusi, kufuatia sakata la Mdude Mpaluka Nyagali, anaendelea hapa kwa kusema, tunaposhauri, sikilizeni na kupima kwenda kwa vyombo vyote vyenye dhamana ya kisheria na kiutendaji. Utangulizi. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa ninatoa waraka huu kwa lengo la kuweka kumbukumbu rasmi ya maoni yangu kuhusu namna vyombo vyenye mamlaka ya kufanya maamuzi yanayogusa haki, uhuru wa watu na hadhi ya taifa, vinavyopaswa kujihadhari na athari zinazoweza kujitokeza pale ambapo ushauri wa kisheria na kitaasisi unapuuzwa au dharauliwa kwa sababu zozote zile. Tunapotoa ushauri mapema kuhusu changamoto za kisheria, kisera, kiutendaji hasa katika mazingira yanayohusu utekelezaji wa sheria, haki za binadamu na utawala wa sheria katika taifa letu, nia yetu si kushindana na mamlaka zilizopo bali ni kusaidia na kulinda kwa makini mambo yafuatayo: moja, hadhi ya viongozi wakuu wa nchi, ili wasihusishwe au kuonekana kuhusika na matendo yanayoweza kuchafua majina yao mbele ya wananchi au jamii ya kimataifa; mbili, taswira ya taifa kimataifa. Ili nchi kuwa na mvuto kiuwekezaji na kiuchumi, kimataifa inategemea sana utabirifu wa mifumo yake ya utendaji na utoaji haki. Ili nchi yetu iendelee kuheshimika kama taifa linalozingatia utawala wa sheria, haki na misingi ya demokrasia, ni lazima tujifunze kushirikiana, kupunguza ujuaji na matumizi ya nguvu yasiyo na sababu yeyote. Tatu, uaminifu kwa taasisi za dola, yaani bunge, mahakama na serikali, ili kuhakikisha maamuzi yote yanayoathiri umma yanazingatia misingi ya haki weledi na uzalendo. Tusiogope kusikiliza ushauri bora na kuufanyia kazi. Hakuna mtu au chombo ambacho kinaweza kujinasibu kwamba kimekamilika katika kila jambo. Mnapopuuzia ushauri wetu wa kitaalamu kuhusu watu kutekwa na kupotezwa, matumizi ya nguvu yasiyo na msingi kwa vyombo vyetu vya usimamizi wa sheria, na kutozingatia ushauri wa kitaalamu na wa kisheria mnaopewa kwa wakati sahihi madhara yake hayaishii kwa wale waliotoa tahadhari hiyo. Kwa kufanya hivyo, mnachokifanya ni moja, kudhalilisha au kutoa nafasi kwa kujua au kutokujua, ya viongozi wetu wakuu kudhalilishwa mbele ya jamii na ndani ya nchi na kimataifa; mbili, kuharibu hadhi ya taasisi za dola ambazo zinaonekana kama hazitekelezi wajibu wake kwa kufuata katiba, sheria kanuni na mikataba ya ndani na nje ya nchi. Tatu, kuweka taifa katika hatari ya shutuma na mashinikizo ya kidiplomasia bila sababu yoyote ya msingi. Natoa wito kwa viongozi wa vyombo vyenye mamlaka ya maamuzi ya kisheria na kiutendaji kuwa na utamaduni wa kusikiliza kwa makini, kufanyia kazi kwa haraka na kuthamini ushauri wa kitaalamu unaotolewa na wadau wa haki, sheria na utawala bora. Kufanya hivyo ni kulinda heshima ya taifa letu na hadhi ya viongozi wetu wa juu pamoja na mfumo wetu kitaifa wa kisheria na utawala bora. Mnatukosea sana mnapoamua kupuuza na kudharau sauti za ushauri. Ukatili dhidi ya binadamu wenzetu sio uzalendo. Tunamhitaji Mdude akiwa hai. Walalamikiwa wapo, wanapopatikana pametajwa na shahidi. Mbona hatuoni kinachoendelea? Maneno haya pia wakili msomi na rais wa TLS Bonifas Mabukusi aliyazungumza kwa kuwachapisha kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter siku ya tarehe 24 mwezi Mei mwaka huu wa 2025 majira ya saa moja na dakika 45 usiku. Hivi ndivyo ambavyo imekuwa na mara baada ya wakili msomi kuwa anaandika jumbe hizi zinawafanya watu wengi kububujikwa na machozi kuonesha kuvunjishwa, eh, kuvunjika moyo lakini pia, eh, kuonesha huzuni zao kwenye upande wa maoni mara baada ya Mdude Mpaluka Nyagali kupotea, eh, na sasa hajulikani alipo, na ni muda sasa umepita, Mdude Mpaluka Nyagali bado hajapatikana. Kuhusu Mdude Mpaluka Nyagali, watu wengi wamekuwa wakilia sana ama wakimlilia sana Mdude Mpaluka Nyagali, huku wakitamani hata siku moja aweze eh, kupatikana ama kurudi, angalau basi hata kama akiwa hai ama hayuko hai eh, aweze kuzikwa hata kama amefariki dunia. Basi wengi wamekuwa kitamani aweze kupatikana vyovyote vile itakavyokuwa, ili kusudi waweze kumpata mpendwa wao. Sakata la Mdude Mpaluka Nyagali limekuwa likichukua taswira mpya kila kukicha, ambapo tunapata kutazama wakili msomi Boniface Mabukusi amekuwa akilizungumzia mara kwa mara eh, na amekuwa akizungumza mambo kadhaa wa kadha, kitendo ambacho kinakuwa kinazidi kuongeza huzuni na simanzi miongoni mwa eh, wafuasi, wanafamilia na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, lakini pia